Swali: je, askari wa JWTZ anaweza kuajiriwa wapi baada ya kustaafu? Namba moja ni UN. UN ni United Nations, hawa ni peacekeeping missions. Askari waliostaafu JWTZ huwa na nafasi kubwa kuajiriwa kwenye mission za kulinda amani duniani kutokana na mafunzo na nidhamu yao namba mbili, makampuni ya ulinzi binafsi. Makampuni ya ulinzi binafsi hupendelea kuajiri wastaafu wa JWTZ kwa mambo mbalimbali mbali, kama vile kwa ajili ya ushauri na uzoefu walionao. Namba tatu ni NGOs na mashirika ya kimataifa. Mashirika kama Red Cross, Save the Children na mengineo yanapendelea wastaafu wa jeshi kwa sababu ya uzoefu wao na nidhamu yao.